Na nimeona Rais William Ruto aliweza kupigia uh, babake Albert Ojwang, na kuweza kuomboleza na familia na kuweza ku waeleza kwamba atakuwa anafuatilia hii kesi kwa kina, ili haki iweze kutendeka pale, na pia kadoneta shilingi milioni mbili kwa familia ya Albert Ojwang. Na Ghost mle Agidi mm. nafikiri uh, ndio uh, baba amepoteza mwanaye mm. lakini wewe kupigiwa pia uh, simu ama kupata uh, nafasi kutoka kwa ofisi uh, ya rais hiyo mm. ni thibitisho kwamba pia the head of state yuko concerned mm. na mambo kama yale mm. na pia nafikiri itapoza moyo ya babake Ojwang mm. kwa sababu rais akikupigia simu mm -hmm. Ndio baba wa taifa mm -hmm. Kwa hivyo inakupatia hata wewe mwenyewe labda ile upole, kwa sababu anaomboleza na wewe mm -hmm. Kwa hivyo nafikiri ni hatua njema, na pia kupeana hiyo michuzi itasaidia labda kama mambo ya mazishi na mambo mengine pale mm -hmm. Kwa sababu huyo ndio mwanaye alikuwa wa kipekee mm -hmm. Na unajua hiyo ni machungu sana. In fact wazazi wengi sana walikuwa wanaona huzuni kwa ule jamaa akizungumza. mm -hmm. Kwa hivyo nafikiri hii itampoza kidogo. mm -hmm. na ni vizuri at least rais amekuja akampatia pole zake na huyu constable uh, James Mkwana, ame spill the beans, ame ameweza kueleza uh, ipoa uh, vile mambo ilitokea pale. Anasema yeye aliitwa akaambiwa kwamba kuna uh, mfungwa ambaye analetwa pale ambaye anafaa mm -hmm. kuadhibiwa na akapewa agizo kwamba aweze kuhakikisha kwamba Uh, kuna watu ambao watakuwa nakuja pale ambao pia ni wahalifu ili waweze kumwadhibu pale. Kile ambacho kulingana na Mhwana anajua ni kwamba hawa jamaa walitaka ama waliendelea kwa mtesa huu huyu kijana na kumuua. Hiyo ndio habari ambayo aliweza kueleza aipoa katika statement ambayo tayari inasambazwa pale, msikilizaji, na kulingana na huyu eh, Mhwana anasema officer commanding station Samson Talama. Uh, alleging that he issued instruction to discipline Ojuang. Orders Muhwana claims originated from Deputy Inspector General of Police, Bwana Eliud Lagat. Nasema kwamba Eliud Lagat, uh, alitoa instructions kwa Bwana Talam ambaye ni OCS pale na pale ndi... ndipo Muhwana alifollow instruction. Kwa hivyo Muhwana ameweza kutoa Ma, eh, maelezo yake kulingana na vile mambo ilitokea pale, Bwana Ghost ule unajua alikuwa mm. anasoma hiyo habari yake, ripoti yake mm. anasema kwamba bwana Ojwang alipoletwa pale mm. walitaka tu kumwadhibu. mm. Sasa hizi bali chuna masikio alafu, yeah. inaonekana ni mtindo, kuna watu ambao labda wakiwekwa korokoroni yeah. wanapewa inmates ambao wako wa, wa, wa, wa wa mm. mm. pale mm. wa mwadhibu wa devunt punishment, lakini sasa hao watu walizidisha hiyo punishment na watu wanne ambao walikuwa pale, alikuwa anasoma hiyo taarifa, kulingana na taarifa, baadaye wale watu wanne walimpiga vibaya hasa, kapoteza maisha yake, lakini hao watu wanne ambao sure, walimpiga Mm. Walishakamatwa wali wamekamatwa wote exactly, na, na ni tabia mbaya sana na